Ewe mtumiaji wa huduma na bidhaa za mawasiliano mwarobaini umepatikana endapo utapokea ujumbe au kupigiwa simu yenye viashiria vya utapeli chukua hatua zifuatazo ili kuiripoti ikiwa umepokea ujumbe mfupi tuma ujumbe huo pamoja na namba ya simu iliyotumika kutuma kwenda namba 15040 ili ukamilishe hatua hizi kwanza ufungue ujumbe huo na kisha kuutuma au kuufoadi kwenda namba 15040 mara baada kutuma ujumbe huo utapokea ujumbe mfupi kutoka namba 15040, ikikutaka uingize namba iliyotumika kutuma ujumbe huo. Fanya hivyo ili kumaliza hatua za kuripoti. Ikiwa umepigiwa simu yenye viashiria vya utapeli bila kutumiwa ujumbe, usihofu, nenda kwenye uwanja wa kuandika ujumbe mfupi kwenye simu yako, kisha andika neno utapeli na tuma kwenda namba 15040. Kisha ingiza namba iliyokupigia. Taarifa yako itashughulikiwa na mtoa huduma wa mtandao husika kwa kushirikiana na jeshi la polisi, kitengo cha makosa ya kimtandao. Kumbuka, ili kuboresha ufuatiliaji, unashauriwa kutoa taarifa kwa kutumia namba ile ile, ile iliyopokea ujumbe au simu yenye viashiria vya utapeli. Sehemu ya kutokomeza utapeli kwenye mtandao. Mtandao ni fursa. Baki salama.